Kwa kweli kwa hapa Ifwagi kero yetu kubwa ni maji. Maji kwa kweli ni tatizo kubwa hapa Ifwagi. Kwa kweli visima ni kimoja ki kipo kitongoji cha pili ambacho ni Ikonongo, lakini kitongoji cha Igumula ambacho kiko ambayo ndo ipo hospitali ya Ifwagi ni tatizo hapa. Hospitali ya Ifwagi inahudumiwa na vijiji karibu kumi na kitu, lakini watu wake maji ni tatizo hiyo hospitali tuliyonayo inafanya operation mkubwa ya uzazi wa, wa mama. Kwa hiyo wakiza wakishafanyia operation watoto kidogo, inakuwa ni tatizo. Kwa kweli maji Ifwagi ni tatizo kubwa kalinga. Kwa kweli kwa Ifwagi tuna kero kubwa sana ya maji, kwa sababu kitaka kuangalia sisi huko hatuna visima na wala hatuna mto tuna maji tu kidogo ambayo ni kama vile ni vimaji, ma, maji machache sana yanayopita. Kwa hiyo kipindi cha kiangazi yale maji huwa yanakauka, na yakikauka wale ambao wamejitahidi kuchimba visima kuchimba visima majumbani mwao, watu ambao huwa tunaenda kununua kwa ndoo moja moja shilingi mia mbili. Ndoke wetu kubwa hatuna maji kabisa Ifwagi. Kwa kuliona hilo, tuliibua mradi mkubwa wa kata tatu ikiwemo kata ya Ifwagi Ikongosi pamoja na Ihalimba Mradi huu mkandarasi kesha lipo advance payment na yuko site tayari. Juzi tuko tunaongea naye kesha weka oda ya mabomba na tumeikonfirm kabisa kwa ajili ya vijiji vyote vya kata tatu. Chanzo cha maji kitajengwa hivi karibuni, kipo katika kijiji cha Igomtwa. Kwa hiyo tunatarajia tutapata mradi huu, na kwa mwaka huu tutaona matokeo yake, utajengwa kwa haraka sana mradi huu utajengwa tenki kubwa lenye kubiki mita milioni mbili katika kijiji cha igo mtwa, na tuna matenki mengi katika vijiji vya usambazaji kama matenki nane. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu mkoa, mradi huu ni kweli umekuwa changamoto kwa kipindi kirefu, lakini serikali imeshatoa pesa na mkandarasi yuko site. Kwanza watu wa Ifwagi. Mimi nadhani tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kata tatu mmeletewa mradi wa maji kwa gharama ya shilingi bilioni 41. Ni fedha nyingi sana. Ni kweli mmesubiri vya kutosha, mngetamani kazi wewe imeisha jana, si ndio? Kweli jamani, kwa sababu mmesubiri muda mrefu, na ni binadamu ndo tulivyo, tungetamani mambo yafanyike leo, lakini naomba mtukubalie kwamba mradi huu unaanza kutekelezwa na ukimalizika, vijiji vyote ya kata tatu kutakuwa hakuna tena shida ya maji.